Jamani go, go. Ah, nusu vidole vivunjike hapa kugonga hodi ah, Gogo yupo vipi ah? mbona yaani lesi lesi, utafika umefumaniwa ugoni vile, kuna nini? Ninavyokuambia, Chiku ameanguka ghafla, hata sielewi kichomkuta ni nini. Huyo Chiku ni mkewake, Gogo. Gogo, Chiku ameanguka. go, go, go. Eh, kunganya, fanya haraka, Chiku ameanguka Nafanya haraka unaweza kuwa umempiga, unajifanya bau ameanguka. Chiku, Chiku wangu, usijali, utapona. Mimi najua kama unaumwa, sawa, lakini kuumwa kwako wewe kunahitaji utulivu, yani sio kuumwa homa, sijui malaria. Dokta alivyosema, sawa, wewe ni mjamzito. Ulimsikia pale saa, na ujua uzito wako wewe kiza chakwe chepesi, unatakiwa utulie, yani usiwe na mastresi mawazo, mawazo. Ha -ha. Hata kama kuna uwezekano, Sofia, kwenye swala kupika anakusaidia au kama itashindikana mimi nitakuwa napambana nikuletee chakula Sawa, mke wangu, unaumwa najua. Mke wangu, yaani naumwa kweli. Najua mwili umenichoka, mpaka najikuta nakosa nguvu. Pole. Alafu nasikia chief chief kila muda. Hiyo chief chief hiyo ni hali ya kawaida, hiyo ni hali ya kawaida kutokana na hali uliokuwa nayo, mke wangu <sighs> Hey, mama <coughs> ah, basi pole pole pole unataka kula nini kwani jioni? Unataka kula nini mke wangu? Siki kula kiukweli la maana hmm. <coughs> Mdomo wangu una shombo unajua hmm. Sasa unataka kula nini, sema mke wangu. Nini unataka, niambie, unataka kula nini hivi? Naweza nikapata kama ugali nazi ugali nazi. <laughs> Sio ugali nazi, mke wangu, sema ugali na mboga yenye nazi, au ugali upikwe na mboga ambayo imeungwa na nazi. Sawa, mi nazi sizipo, nitakwenda kuchukulia tu, utatengenezewa sasa. Mwanao anataka ugali nazi, atataka hivyo, najua. Usijali mke wangu, tutafanya kila kitu tunachotaka, wala hata usijali kwa hilo uko nayo mke wangu, hilo limeisha hapo, umefika mke wangu. Mke wangu, hata usijali sawa hmm? Basi punguza hasira mke wangu, sawa? Usio na maasira, maasira ukileta msirasia daktari kasema ichi kibo kinatoka, unajua nini. Lupia mi nimekuita patuongee kidogo hasa. unachungulia nini? Achana na wako ndani, wenyewe bwana, situongee na sisi pia huko, sawa bwana. Hapa nimekuita hivu nalionaje hili swala, tuliambiwa kwamba huyu mwali mjamzito. Ndio sasa shida inakuja kwamba kwa jinsi mazingira yake hivi yalivyo, eh? sio kwamba namkataa na labda kukaa naye Chiku, ila mimi ninavyoona kama bado anapendana au unaona... eh? Asa asakumbe nini, maana hata mimi mwenyewe gogo, nikikaa naye nikipiga naye story kule ndani, akiongea neno la kwanza la pili la tatu chiku neno la kwanza, la pili, la tatu Chiku, hilo pia linanikuta kwa Chiku. Kama vipi hawa watu warudiane tena hasa ni swala ujuzi uh -huh. Tuliongea sasa hivi wakae wale mimba. Mm. Yule Gogo mbishi kwanza, alishajiapiza kabisa, sitaki mimi kurudiana na Chiku, sitaki kabisa. Sijui vile mimi nishamfuata mara mbili mara tatu, nishamwambia kuhusu issue hiyo, ah. Lakini kwa sababu umesema wewe tena, ah, hapo hamna jinsi. Mimi nitaongea naye kwa sababu mimi ni funguo yake pia, nitaongea naye mimi naamini tu atakubali. Siku nimeingia ndani, kwa sababu mlango kaacha wazi, kalala kwenye kochi pale, ah, namsikia chiku Chiku sui Chiku, Chiku yani, mm. Nikasema ah, huyu vipi? Lakini sasa mi ninachokiona yeye, nitaongea naye sawa, lakini tuongee na baba yake, na mi nitaongea na baba yake ili waitishe kikao mm. eh, kila mtu ateme sumu yake. Chiku akitema nyongo zake, na gogo akitema nyongo zake, nadhani jambo litafanya nini, litaisha, ili waishi kat... kama zamani yani, katika siku zilizoongea pointi kidogo. Nimeanza kuona leo na akili akili maana kwa hiyo mimi kila siku akili akili, si akili akili bola. Mi naona yani, wencho kikao, naomba maada nzima iwe hmm. ni Chiku na Gogo kurudiana. Basi natumaini mmefika, mko salama. Namshukuru kijana wangu pale bwana Saidi Kauzeni. hmm. Nilivyomwambia tu wataarifu watu wenye migogoro wote wafike, na mmefika kwa wakati. Asante sana, leo tunataka tusuluhishe migogoro yote kijijini ili kijiji kiwe na amani. Migogoro migogoro hata Mwenyezi Mungu haipendi. Sasa mimi kwa wakati wangu nahakikisha na mjumbe mwenzangu migogoro yote itaisha. Ndio maana nikamwalika mjumbe mwenzangu kutoka jirani hapo, kwa sababu yeye ana nafasi hizi mbili, ana nafasi kama mjumbe na ana nafasi kama mzazi. Mjumbe ndio. Mulikuwa mujui jamani, huyu hapa ni binti yangu, alikuwa mjini. Wengi amumjui, wageni wageni hapa. Huyu alikuwa anafanya kazi zake, anasoma. Mkiniona natononeka mimi kwa nguvu yake huyu. Kwa hiyo huyu ni mdogo wake gogo. <laughs> Mjumbe, naomba tuwape na saa kidogo kwa sababu hapa kesi tuanza kuzungumzwa ya mwanzo na ya muda mrefu na yenye usumbufu ni kesi ya bwana Makame. He, mwana Mwanza, na mie, kesi yako ni ya siku nyingi, na wewe umepewa upendeleo, kwa sababu wewe ni mkorofi, mtu mrefu, maana wewe ndo wandunji hapa. Karibu mjumbe. Asante jamani, mimi ni mjumbe kwenye kitongoji chetu hiki lakini pia na nafasi ni mzazi kwa binti hapa. Tuko hapa kuzungumzia mgogoro, magomvi kwenye familia zetu, na ukiangalia migomvi na migogoro haileti hata riski ndani ya nyumba. Hivyo basi tuko hapa kusuluhisha ili tuishi kwa amani, upendo na utulivu. Lakini leo tutaanza kuizungumzia kesi ya Makame hapa na mke wake. He, we mama Mke wake vipi na wakati mimi ndo mke wake wa kwanza? Oh. Afue koma, usimwoneshe kidole mama yangu. Kwa hiyo mke wa kwanza ndo nini? Alikwambia mke wa pili sio mke nani? Si alikushinda ukaondoka Makame, mwacha mwenyewe mimi akanifuata mimi hapo. Afu na wewe, jiheshimu muone vile. Mtu mwenyewe ameenda tu kupalamia ndoa za watu. Mume wako huyo. Si umeniibia tu. Sasa unamtaka ungeondoka? Ungeondoka nani? Ulishindwa Mwen... kummiliki ndo kaja kwangu. Aliyekwambia mimi nilikimbia nani? Nimeondoka siku mbili tu, wewe mme wangu mmemchukua wewe, vipi wewe dada? Jamani, naomba heshima, nasema katika hiki kikao hiki e, kikao kinataka heshima hapa. Kwa mjumbe mjue, hapa tumekuja kumaliza migogoro yote. Watu mmekuja hapa tofauti, muja hapa mmekumbatiana, mnaondoka hapa mmeshikana mikono. Lakini sasa nazungumza, iko hivi, kikao kitaanza kuzungumza chenu nyinyi na bwana Makame, na nyinyi kama mtalidhiana, kama mtafahamiana, mtakubaliana, nyinyi nyote mtakaa nyumba hii. Moja ya Bwana Makame. Bwana Makame, sijui unasemaje bwana? Ah, nishafahamu, nshafahamu shahilo. Naliweza hata gari lenyewe na spare tire kitu hizi ili naliweza kulihudumia tu, naliweza. Afwe, chapo afu chapombe tulia. Afu mjumbe, labda nikwambie tu, mi siwezi kukaa na ukewenza na hu dada. Siwezi hapa, aondoke ondokee, au niondoke mimi. Na kwa nini usikae na mke mwenzio chumba kimoja mama yangu? Wala sikuchoshe ushambo hivi kama uwezi ondoka mimi hapa shogangu ndo nishafika sio kuondoka leo kesho wala milele ushambwa kama ukiwenza uwezi ondoka kwanza si ulishaondoka si niache nijichanie na, na, mume wangu kwani kicho kurudisha hmm. kitu gani afu wewe mama unavutia wao kwa sababu huyu ni mwanao afu na wewe unikome eti niondoke niondoke ni ngwaje ni ni mume wako mume wangu namtaka ukome <coughs> tena uniache sisi shida yetu kusuluhisha wewe kusuluhishwa utaki kufuata anavyotaka watu wa utaki sasa so, wewe inabidi wewe upakushinde au sio mwana bwana Makame Eh, lakini wakiwa wawili mbora. Ah, mimi mjiumbe nimelizia mwanzie mimi hata tuwe saba niko tayari nimelizika kwa mwanzio kwa Makame, hata tuwe saba nane kumi ishirini. Sasa yeye kasha kujibu mjumbe, ana haja hata kuuliza sana, kasha kujibu, ye hawezi. Mwache aende, si ndio mume wangu? eh, hey. mwache aende. Nani aondoke? tabana hapa hapa ah. <laughs> hey. Bwana Makame, umemsikia zako. Eh huyo hakatai huyo. Kwa hiyo mmekubali kwenda kuishi pamoja ili tumelifanya hivi mbele ya watu wote hapa, waliokuwa wana migogoro wasiokuwa na migogoro, ili liwe funzo kwa watu wengine wasizalishe migogoro katika uongozi wangu mimi, tumekubaliana. Aya, aya, ili tushalimaliza. Bwana Makame, sijui unasemaje? Ah, mi hapa mjumbe, kusema kweli nina furahi. Ehe, sasa utaweza kuwahudumia hawa wanawake wawili? ah Hawa mjumbe, wanaweza hawa, mazali hawa, si chui wala si simba wala si watu wa nchi nzima hawa. Mazali wako ndani wanawake, naweza na kama huamini kuwahudumia kama siwezi, njoka idirishani. Inategemea na afya ah, mjumbe, mi nitaweza. Nachangia damu azili hata elfu hamsini, nachangia damu kila siku mie. Ah, jamani, naomba mupeane mikono au sio mjumbe huyo. Sasa hivi mnashea sasa ha. <laughs> Hilo tunaliweka upande. Sasa tunakuja kwako bwana Gogo, kijana wangu Gogo, pamoja na mkeo huyu. Mkeo heshima zake na adabu zake fupi, hana adabu hata za kuvalia nguo. Mimi wakunifevesha, wewe, wewe wakuniumbua mimi, wakunitukana mitusi ya nguoni, kunivua nguo mie mbele ya mke wangu, kunizalilisha. Umechezwa wewe, umefundwa kinyang'tindili wewe, baba min mi tu unisamee, sisi sote tuliokaa hapa ndo familia yako, na sisi hapa ndio wazazi wako. Tunachotaka hapa ni suluhisho kati ya wewe na Gogo ili muishi kwa amani kwenye ndoa yenu. Mjumbe, situletee zarau kwa kikao ike, umsamagaa na uomba sichume, bakora hapa atandikwe tu, zarawi apigwerani bakora hivyo eh? Weyo chapombe walioshindwa kurisi akili ya baba au karisi pombe tena. Jishikilie kabisa, we mama, yaani unakusudia kusamewa kila rahisi rahisi Eh? Alafu <laughs> ule uso umeupeka kula utafikiri kwela, yaani ilo jicho nisemee kama Zura Shabani, nataka unitolee jicho kama adijakopa basi hmm? Baba nisamee kila slide tu piga goti, He, goti. Mwangalie vile mikuku kama hii, ndio kiasi. Wewe una adabu wewe? Unaona hivyo vikuku, utafikiri mpaka mgeni mama <trakasa> mkweli same ah, wewe ngai kwa ah, samani gani? Kama anaigiza wewe, unaomba msamaha hivyo? Si unaigiza wewe, nani ali kwa maigizo? Nani anaigiza hapa? Wewe unanitafuta eh? Mwangalie huyu, vipi huyu? Wewe unaanza kuomba msamaha kwa stalio kama unaanza vitumbua. Unai... Baba mkwe mimi nimebeba mimba kwenye ndani ya ndoa, kwenye hiyo mtaa Kauzibe. Mimi mwanamke nyamana, aa msamaasidakana gogongwe hilo goti ha, hapo uliko ulivunja sio sahihi. Hebu sogea ufike hata hapa basi tujue kweli mwomba samahani sasa mbona mnanyandama wewe naye nini? wifi gani imekuja leo siku ya kikao? kwani nakujua, tajua hata imepanga baba mkwe hapa. Ah, lakini nani mjumbe? mjumbe mnamuonea jamani, kwani yeye, mbona mnamuombesha msamaha tu yeye? kwani gogo hajamkosea na yeye? gogo amuombe msamaha jamani, hata kama na wewe we, acha kujifanya senta namba, kamalizane na makame huko wewe, naye hata kuingilia ingilia, ana mdomo utafiri ile kalo la michezani. usiniangalie mimi, nikakuzaa mimi kwa kuzaa vile Om, uchao, uchao Sirena, tuone bwana huyu ah. Bwana kuwa na adabu, piga magoti, tu, tu, magoti, tumalize kesi yako eh. Tunakusubiri we unajua ba ah, no, Sofia, Uy, Wole, mbusu jamani nafikiri tushamaliza matatizo madogo madogo hapa, mjumbe, hatuna tena tatizo sasa hivi. Ndio, lakini mjumbe samani eh, mimi kwanza nimefurahi bwana. Bwana Gogo na mkewe kurudiana, mimi nimefurahi sana tena sana, lakini kuna jambo moja, huyu huyu Bi Sofia anaishi peke yake kama mjane, wakati na mimi nipo. Sasa nataka kikao kiamuliwe, mimi na Sofia eh, Fungishwe ndoa sasa. Mnacheka nini? Mnacheka nini? Sikiliza wewe Said Kauzeni, uwe na adabu. Hizo ndevu zako, utafikiri sharubu. Hapa sisi kazi yetu kusuluhisha ndoa za watu, sio mimi kuozesha watu hapa. Mimi sio kadhi, mimi sio mtu wa Bakwata. Hayo mambo yenu mtakwenda kumalizana huko kwenye Milala sijui Mitukanga, Mikongwa Shale, sio hapa. Kafiga zeni huko. <coughs>

Haya, wewe kulikoni? Nimekuja kumleta mtoto huyu nimezaa na gogo

cho yako ni mwanga wangu, ukiongea na moyo wangu nisikie, hata kwa ndoto. Natamani tamani tusemezane, hali yangu yue. Pia natamani uniambie kila si